Nitapita hapo. Haki nyingine ya pili nitakayohitaja hapa atanasuhu baina almu'minin, miongoni mwa haki za undugu ni kunasihiana baina ya Waislamu. Ikiwa kuna jambo la kimakosa ameliingia ndugu yako au ameliingia ndugu zako, wajibu wako wa kwanza ni kufikisha nasaha zako za ukweli kwa wao ima ufikishe wewe mwenyewe kama unaweza na kama huwezi, watumia wale ambao wataweza. Al muhimu nasaha zifike, na usikurupuke kuwadhania vibaya ndugu zako au kuwasema pembeni, muda wa kuwa uje hujayathibitisha mambo wala hujapeleka nasaha. Kufanya hivyo ni kuwakosea ndugu zako na unahujumu udugu wa Kiislamu kwa sababu katika haki za kubakisha udugu wetu ni kuwa na tabia ya kunasihiana baina yetu. Sasa pana watu wengi ni mahodari wa kusengenya na kuwasema watu pembeni, lakini hawana ujasiri wa kuwakabili ndugu zao wakawanasihi, ikiwa kuna jambo la kweli au hata ni maneno ya pembeni, kutaka uthibitisho. Jambo hili limekuwa adimu katika swafu yetu sasa.

Wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake, wale waumini. Baadhihum awliya ba'd, baadhi yao ni marafiki kwa wengine. Waumini wao kwa wao ni maswahiba, ni marafiki. Hiyo ndio tabia yao. Allah nasema, yaamuruna bil ma'ruf, wanaamrisha yaliyo mema, wa yanhauna 'anil munkar, na wanakataza yaliyo maovu

Jarir anasimulia yeye mwenyewe kilichomkuta, anasema: bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasalam ala iqamati lsala, mimi nilimpa kiapo cha utiifu Mtume alaihi salatu wasalam juu ya kusimamisha swala wa itai zakati na juu ya kutoa zaka. Anasema: wanushi likulli muslimin, na nilimpa kiapo Mtume alaihi ssalam juu ya kumnasihi kila mwislamu kwa nasaha. Ilikuwa ni sehemu ya makubaliano ya Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba zake. Haki kubwa ya undugu hii. Umesikia jambo kwa ndugu yako baya, cha kwanza kabla hujamtangaza na kumwadhiri na kumsengenya, tekeleza wajibu wako wa kumnasihi, mzindue ndugu yako. Kuna jambo linasemwa kwako, inaonekana limethibiti. Kaka, jambo hili ittakillah, mwogope Allah, hili jambo kwenye uislamu ni haram. Wa anta mu'minun, na weye ndugu yangu ni mu'min, na we unasimamisha ibada, achana na mambo haya. Fanya hivyo lillahi, na si kwa lengo lingine lolote. Huu ndio wajibu wako wa kwanza, kabla ya kukaa na kumsengenya au ukasubiria mbele za watu ukalimwaga pale ili aadhirike alafu uonekane wewe umesimama vizuri sana. Huwa sio utaratibu wetu. Naam, inawezekana watu wakaadhiriwa kwa sababu ya maovu yao, pengine wakasemwa wazi wazi, lakini ni jambo lina hatua zake. Kwa mtu mkaidi mathalan, mmetekeleza wajibu wa kumnasihi, mmemnasihi yeye mwenyewe, mmemwitia vikao, mmefanya juhudi mbalimbali, lakini bado anaendelea na shari, huyu anaweza akaadhiriwa.